Wame niokota kwenye mafuriko nisema sina ndugu sina mama sina nyumba. Nachukuru sana watu wa Mungu, nashukuru sana wapendwa, na chukuru wa baba wakina mama wabibi wote na wazee wangu pia. Nisikii niko peke yangu, nisikii sina ndugu sina nyumba, kumbe mimi tajiri. Nimekuwa tajiri leo, nimekuwa tajiri leo. Kwenye kata hizi tuliahidi kila kata kujenga nyumba moja ambapo nyumba ya kwanza ni leo. Tuko hapa kata ya Uyole tutajenga nyumba moja, lakini pia kata ya Igawilo kutakuwa na nyumba moja, lakini vilevile kata ya Itezi kutakuwa na nyumba moja. Kwa hiyo takribani nyumba tatu zitajengwa na mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust. Ametupa muda wa mwezi mmoja tu, nyumba zote tatu ziwe zimekamilika, kwa tutegemee mwezi wa tano. Tulia mwenyewe atakuja kukabidhi nyumba hizi ambapo tutakuwa tunafikisha takribani nyumba ishirini na moja kujengwa ndani ya mkoa wa Mbeya lakini pia nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu kwa mioyo yenu ya upendo. Nimesikia hapa viongozi wakisema e, ziko nyakati ambazo mlikuwa mnawasaidia ndugu zetu wanapokosa chakula. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba tusishie hapo. Tuendelee kuwasaidia ndugu zetu kwa kupatia mahitaji muhimu pindi wanapokuwa wanapata changamoto ya kukosa, lakini vivyo hivyo endelee kusisitiza, tuendelee kupendana, tuendelee kushirikiana, kwa maana huo ndio msingi eh, mzuri wa maendeleo ndani ya jamii jamii zetu. Nashukuru sana kwa kunisaidia, Tulia. kaosunyakiosa kalonki, nakushukuru kweli. Naitwa Yafa Frenki Chungu. Nimejenga nakuni nimejenga nimebeba mikaa Mwisho akanisaidia nikajenga nyumba nikafia hata matofali mimi mwenyewe. Mwishoni kweli ndio juzi juzi hapa nimeingiliwa na jambazi kwa ajili ya kusema nakaa peke yangu. Ndio hivyo hivyo. Nimeogota makopo hapa nime nimeogota wamenisukuma nimeanza mwezi wa saba kuogota makopo ndio kisha ambapo nimefikia mpaka saa hizi. Ndio yameniia mpaka saa hizi. Nawashukuru wote kwa kunisaidia kujenga nyumba. Wadogo zangu wawili wenyewe waliisha wa njiani, changamoto ndogondogo za michango michango shuleni, akaa anatoroka hivyo. Hivo kwalisha njiani. Wanaosoma ni wawili, ambayo mmoja yuko la tano, mmoja yuko la pili. Maisha yetu ni magumu kama inavyoonekana. Mama ndo anayetutafutia naye, na mama hana kazi ya kudumu, ni mtu anayehangaika hangaika na, na vibarua atafute ndo tule. Asipopata japokuwa anatupambania sana hajae kutuacha tukae na njaa. Kwa anaweza kapambana na vibarua hivyo akatutafutia kwa au kwafuli atuletee tule. Yupo hospitalini, lakini vile watu wanaoenda kumuona wanaompatia hela kidogo hivi, kama mimi ninavyoenda kila siku msalimia ndio wananipatia na kuja kuendesha maisha madogo zangu. Maisha magumu leo, kwa hakika huyu mama kwanza nilimuona mimi akiokota makopo kwenye kwenye kwenye nini madampo, anaokota makopo ili apate kuuza apate kula. Alafu pili alikuja kubakwa na vijana. Alivyobakwa na vijana, nashukuru sana kama mwenyekiti wangu ambaye ni Joseph Ndambo ndaliye nufando, ndaliye fanya kazi ya kumuuguza huyu mama pamoja na wananchi wote wa mtaa wa Mwanyanje. Tunasema Tulia Ackson, Mungu ambariki sana kwa ujenzi, kwa msaada huu alioutoa. Muziendelee muzikome kwa hapa, hata kwa wengine wenye uhitaji kama wa mama huyu muweze kujitoa. Tunashukuru sana kwa msaada wenu.